How long long. do you You you train every day? 45 minutes. okay, nice yeah. and quick. yeah. Yeah, don't, right take, it don't take, take that long. I'm in here and not you gotta remember, you come in here here training not talking. to remember, doing quality. That's the only way you go. So, hii ndivyo ilivyo na huo ndo uhalisia yeah. Unajua uh, watu wengi wamekuwa wanaenda gym wanazania gym ni kufanya mazoezi sana, ni kufanya mazoezi masaa mawili matatu, na ndio sababu wengi huwa wanakata tamaa baada ya kuenda siku mbili siku tatu, kwa sababu wanaanza kuona gym kama sehemu ya mzigo Ngoja nafundi baka ndafuta baki excuses za kutokufanya mazoezi kwa sababu naamini mazoezi yanatakiwa kuwa something kikubwa, yani kitu fanya kikubwa sana. Umetumia muda mwingi sana. Sikia, unaweza kufanya mazoezi dakika 20 30 45. One hour to maximum. Hau train kwa ajili ya vita, haufanyi mazoezi kwa ajili ya una mashindano, unafanya mazoezi kwa ajili ya afya yako. So, dakika 30 45 zinatosha. Even more, umelipa hela. Ada inakuuma. You can push more. Between set, ule muda wako sawa. Yeah, okay. Ukipima endurance how far ulipo pawa yako iko vipi? Lakini kufanya mazoezi masa mawili matatu, it's bad idea kwa sababu mazoezi ni stress, yanapanisha stress. The more stress, the more cortisol hormone. Kwa unajikuta hata kufikia malengo yako ufikiki, kwa sababu una overdo exercise. So kuna wengine ambao wanafanya mazoezi ya aerobics, wana cardio wale huwa wagundui sisi the dancing, kwa sababu unacheza unaweza kufanya hata masaa manne mata anasema, unajua mimi nikitoka gym nakosa muda wa kufanya mazoezi, kwa sababu naenda gym ya aerobics. Nikasema okay, aerobics na kama Samanga Bakanyemba anakaa masaa matatu masaa matatu masaa matatu nafanya nini gym? Okay, achana na hao bodybuilders, achana na ma trainers ambao wana love to see the weights, it's their job, wako all the time there. Hauwezi kufikia huo mwili wako mwili, mwili ukao na mwili wake kwa mwezi mmoja miezi miwili, we are here always. Wewe uko nyumbani, una saa yako moja, unakuja kufanya mazoezi. Sisi tuko hapa siku zote kufanya mazoezi masaa mawili matatu. Fanya mazoezi kwa kiasi sawa so, hii ni process, sio swala usiku mmoja. Anza taratibu fanya mazoezi mazoezi ya timu matokeo yaache kwa taratibu. Usijifanishe na bro. Acha nao. In fact sometimes masaa matatu hadi nne. Sisi tuna lift heavy weight tunapumzika dakika 5 hadi 10. Lakini sekunde 30 zinakutosha. Go go to to to move to the next exercise. So so usifanye mazoezi muda mrefu sana sana no matter how much you paid. Jali sana kwa sababu, you want to do so much. you you afya yako. sababu want do mazoezimatokeo your body. Resting na mazoezi vinaenda sawa. Ukipunguza resting una cause another problem.